Na hivi niombe nitangaze tarehe ya upadrisho. Itakuwa tarehe mbili mwezi wa saba mwaka huu <laughs> masharti na taratibu kuzingatiwa. Kwa hiyo si kwamba ni automatic, itawategemea na bado wanazidi kuitika sauti na kuomba na mengine yatakuwa yamependa kama inavyotarajiwa. Kwa hivyo jitahidi na tarehe hizo zikifika, basi muombe Mungu Roho Mtakatifu, pasiikie kitu kingine katikati na hatutegemei utafanyika kanisa kuu. Mtu asianze kujiuliza mbona mwakajesi tulifanyia hapa hapa. Kanisa kuu ndio kazi yake, na hivi tumeona maandalizi ili yaweze kufanyika na tuweze kuandaa vima kwa nafasi zinazo kuwepo, ni afadhali kufanyia kanisa kuu. Kwa hiyo tujiandae. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu atubariki sote.